Katika lugha ya Kiarabu, naomba mnielewe vizuri sana. Katika lugha ya Kiarabu kuna neno moja linagawanyika mara tatu. Hilo ndo ningependa kumalizia nalo hilo. Tuna neno linaloitwa jasadi. Jasadi ni kitu gani jamani? Mwili. Badani, mwili. Jismu, mwili Uhum. Jasadu ni mwili. Badanu ni mwili. Alafu jismu ni nini? Mwili. Jasadi ni mwili usio na roho. Sawa jamani? Mara nyingi inakuwa katika fiqhu lugha, lakini ni mwili lakini mwili usio na roho. Hata unapoandika kitabu, huwezi kusema wa ghaslul jasadi, utasema wa ghaslul badani au mm. sio. Si ndivyo jamani? mm. Eh, hakuna mm. kitabu cha fiqh kimeandika ghaslul jasadi, kimeandika ghaslul jasadi, labda ikiwa nazungumzia labda marehemu au mm. sio hivyo. Kwa hiyo jasadi ni mwili, lakini mwili usio na na roho. Najaribu kuzungumza ili kujumuisha fikra watu wote tuwe pamoja Badan ni mwili katika jasadi. Katika Qur'ani fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuar, iko hiyo e, kwamba yule Samiria alipotengeneza kile kigombe kilikuwa ni jasadan, au sivyo? Ijilan jasadan lahu khuar. Lakini tuna badan. Badan ni mjumuiko wa mwili na roho, ndio badan, mjumuiko wa mwili na roho. Mwili ukiwa na roho ndo tunaita Badani. Hata unaposoma unapo fiqhi utasema ghaslul badani, kwamba na uosha una, kuosha mwili mwili, ambao una mwili na una nini una roho. Nataka niseme nini, mtanielewa tu. Na mwisho tuna jismu badan, alyawma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ay, sasa huyu jamaa kwani alikuwa yule Firauni wakati ame, ame, ame, ame. Mwenyezi Mungu anasema nunajika bibadanika, kwani pale alikuwa yule Firauni amesha kwa, yuko hai au amekufa? Maanake ni kwamba leo tutakufisha, utakufa na katika kufa kwako, kabla hujafa tunakueleza kabisa huu mwili wako ambao wewe ulikuwa unauona kama ni mwili, mambo ya balagha. Huu mwili uliokuwa wewe unauona ni ni mwili, kwa sababu yeye alifanya kibri, Firauni, kwa sababu ya kuuthamini nini? Mwili wake. Leo ukimwona mtu ana kibri, anathamini mwili kuliko roho yake, ndio matatizo yanapokuja hapo. Husalimii watu, fikira zako zote ziko kwenye nini? Mwili lakini utajikuta unasalimia watu, unaswali, unamcha Mungu, fikira zako ni kuja kuisaidia roho yako isiende kupata nini kule, kupata shida. Sasa aya ziko kadhaa. Badani katika fiqhi, nadhani unaelewa, badani ni mjumuiko wa mwili na roho. Labda itokee Mungu anazungumza kwa namna ya kuelezea mwili kama mwili, katika namna ya kuheshimu mwili. Sawa jamani, mashaka zangu, tuko pamoja. Mwisho ni jismu, jismi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, wa idha raaitahum tujibuka ajsam. Hapa hapa nilikuwa naandika, jismi ni kweli ni mwili ulio na roho, lakini ni muonekano wa nje ukitoa nini roho. Kwa hiyo waidha raaitahum, wale wanafiki walikuwa ukiwaona, tujibuka ajsamu, utaona muonekano wao wa nje utakufurahisha. Yani, ule miili yao ile muonekano wa nje ule sio, eh? au sivyo? hivyo na Mungu. Sasa hapo kuna alinifurahisha hapa, akaeleza kwamba Mwenyezi Mungu, Mungu la yandhuru ila suwarikum walakin yandhuru ila qulubikum. Mungu la yandhuru ila suwarikum, Mungu hatizami muonekano wako wa nje, ndo tafsiri tuliyopewa na mashekhe. Mungu hatizami sura yako, kwa maana muonekano wako, mrefu, mweusi, mweupe, umevaa vizuri. Ah, Mungu haangali hiyo, ndo inaitwa nini? Jisim, nini, nataka niseme, soma katika sura Suratut-Tahrim, yauma la yukhzillahu nabiya, au sio? Siku kumbukeni siku ambayo Mungu hatomfedhehesha Mtume. Iko siku Mungu, siku ya Kiyama hatomfedhehesha lakini, waladhina amanu maahu, na wale walioamini wakafuata tabia za Mtume Muhammadi hawa hawatofedheheka, wakiwa siku hiyo pamoja na Mtume Muhammadi. Hii ni Suratu Taharimu aya ya 8, yauma la yukhzillahu nabiya waladhina amanu maahum nuruhum yasaa baina aidihim wa biaimanihim yaqulun rabbana rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala innaka ala kulli shayin qadir. salu ala rasul. Sasa huku kote tusiende ile nuruhum yasa baina aidihim huwezi kupata nuru ikatembea mbele yetu siku ya kiyama huwezi kupata nuru siku hiyo ikawa sisi tuko pamoja na mtume Muhammadi, nuru hum yasa baina aidihim wa biaimanihim auzive, eh, yaquluna rabbana atimimlana nur, eh, Mungu tutimizie nuru zetu, waghafir lana innaka ala kuli shaiin qadir. Sharti uwe ni muumini. Muumini ni nani? Tunakuja katika tasawufi, muumini ni yule ambaye aliye na sifa ya badani sio muumini. Ala ala, na sifa ya nini? Badani tumesema ni mwili, ambapo ndani yake una nini? Una roho. Huyo ndio muumini anayeshughulikia. Muumini anashughulikia nini? Mwili. Ndio maana tunatawaza, au sio? Muumini anashughulikia mwili kwa maana, ndio maana tunaoga josho, au sio? Sharti ujue namna ya kuoga nini josho mumini anashughulikia nini? mumini anashughulikia roho, ndio maana tuna swali, sindio? muumini anashughulikia nini? mumini anashughulikia roho, ndio maana tunafanya khuluqun hasan, na ndio maana tunatengeneza hao watoto ili wawe katika sifatu lbadani waweze kutawadha. Kwani mmesahau ile kaburi aliyopita Mtume Muhammad alipopita pale, alikuta makaburi watu wawili wanaadhibiwa lile moja aliambiwa anaadhibiwa kwa sababu mtu ana nini? Cheche che za nini? maana yake hakuushughulikia mwili wake, hakuulinda mwili wake na mambo ya najisi, sio si ndio haya. Yule mwingine aliadhibiwa kwa sababu gani? kwa sababu ya saha bin namima, alikuwa akienda kufitinisha watu huku na huku, maana yake roho yake hakuitunza au sivyo hivyo, namna gani ya kuheshimu wenzake Sindivyo, jamani au tun sindivyo? Tunazungumza yaani, kusoma ni, kusoma ni Mungu kutoa fahamu. Inshallah, Mungu atupe fahamu, sindivyo hivyo? Kwa hiyo sisi ustadhi leo shukrani, leo leo tunakosea pale ambapo tunashughulikia miili, tunaacha kushughulikia nini roho, au sivyo hivyo? Ndio maana utakuta nidhamu zetu hivi sasa aliye na ilmu na asiyekuwa na ilmu, hata utofautishi, tofauti na zamani. Mtu tuna qala llahu auzibe, qala rasulullah, mantiq nini? Na hata kwenye mantiq wanazungumzia jism, jism kwenye mantiq, atuzungumzi badani auzibe, eh e. Ana kila kitu anacho, ilmu anayo, kila kitu anacho nini, lakini kofia hapa, wewe una shida gani? Ujaona hivyo au sivyo hivyo? Kila kitu kipo. Ukienda nyumbani, sabule imejaa vitabu, au sivyo hivyo? Sabule imejaa vitabu, ukienda pale kiarabu ni anakwenda tu, au sivyo hivyo? Ukienda pale, lakini huyu bwana mbona jirani na jirani hakai nao vizuri, au sivyo hivyo? Anashughulikia nini? Anashughulikia nini? jismu ule mwonekano wa nje, inna llaha la yanzuru ee ila suwarikum. Anashughulikia jismu, wala yashtaghilu biruhi, ausi ve, hashughuliki na roho. Insha allah, Mwenyezi Mungu atujalie kheri.